Karibu karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi tokea Mwanza, nakuletea mada inayosema mpenzi anapokuacha hadi unatamani kumuua, dawa ni hii mpe mara tatu. Well, inasikitisha sana kuona kwa kwamba watu wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi bila kujua nini maana ya kupenda na thamani ya kumpenda mtu. Migogoro mingi sana inatokea kwenye mahusiano ya kimapenzi, watu wanaumizana, wengi wanaishi kwa kuvumiliana tu, kitu ambacho sio sahihi. Inasikitisha sana. Maisha ya kuvumiliana sio maisha mazuri. Maisha yanapaswa ya, ya kupendana, kila mmoja anampenda mwenzie na kila mmoja anajitahidi, anaonyesha bidii, anafanya mambo kwa makusudi kabisa kumthibitishia mwenzie kwamba kweli nakupenda, kweli una thamani, kweli ni wa muhimu katika maisha yangu. Unaposhindwa kuonyesha bidii, maana yake unaonyesha kwamba jinsi gani mtu huyu umpendi, mtu huyu umthamini. Na watu wengi hawajui kwamba hawafanyi bidii katika kupenda. Na hivyo basi wanapoachwa wanaumia sana, wanaumia sana sana wanapokuwa wameachwa, kwa sababu wanaona kwamba hawastahili kuachwa, na ndio maana wanaumia. Sasa kesi hii imekuja kutoka kwa mtu halisi, sio kesi ambayo nimeitunga. Huyu kaka akanipigia simu kama wiki mbili zimepita kama sikosei, kama au ni chini ya wiki mbili. Haka mwenye umri wa miaka 29 amekuwa kwenye mahusiano miaka miwili sasa. Katika mahusiano ya miaka ame miwili ameamini kabisa kwamba anampenda huyu mtu na mwanamke anampenda, ameshatoa hata akishika uchumba kwamba huyu ndo atakayekuwa mke wangu, yani wanawaambia wana wazazi wa yule binti kwamba msiruhusu mtu, tanafunga mlango, huyu ni wa kwangu milele, metoa mpaka na kishika uchumba, huyu atakuwa mke wangu. Lakini anakuja kugundua kwamba mpenzi wake amebadilika. Anajaribisha kumbana kwa nini amebadilika, na hapa hapati jibu. Lakini baadaye huyu dada anakuja anamwambia wazi, samani, sipendi uendelee kuumia <laughs> samani, sipendi uendelee kuumia, samani, sipendi uendelee kuumia, kwa sababu ni kweli nimebadilika, lakini nimebadilika, nimebadilishwa <laughs> Haleluya. <laughs> Asema nimebadilika, sio kama nimebadilika, nimebadilishwa. Ni, ni, ni, ni kweli nilikuwa nakupenda. Nimekaa na wewe miaka miwili. Nimepata mtu mwingine. Amenibadilisha. Na kama amenibadilisha, naomba uendelee na maisha yako, uniache kama mimi nilivyo, usinisumbue tena. Kwa sababu nimepata mtu mwingine naye mpenda zaidi kuliko wewe. Asema ni haya ni maneno huyu dada. Asema nimepata mtu mwingine ambaye nampenda zaidi kuliko wewe. Nauma umeingia gharama zote, na nini na nini, umewacha wanawake wengine wote, umewacha wanaume wote, ukasema huyu ndio huyu, mpaka ukamtolea mpaka nakishika uchumba, ukamtolea mpaka mahari <laughs> lakini akaja kukuacha, kafanya na harusi, ana meremeta, ana meremeta <laughs> watu akaingia michango, wakapoteza muda wao kuja ku, ku, ku, kamati zikaundwa na ndoa ikafanyika, lakini baada ya muda anakuacha. Kuna mkasa mwingine takutolea mwishoni mtu ambaye aliachwa lakini kwa staili ambayo ni nzuri, ambako ina <laughs> la ubaya wake na maumivu yake, kwa stori mwisho mwisho wa video hii. Kwa hiyo kaa usikilize, weke sawa, ongezea sauti, usikilize <laughs> Sasa basi, kidala kamtangazia kwamba nimekuacha, nimepata nipenda zaidi, nimebadilishwa na mwanaume mwingine. Ikapita miezi minne yule dada akaanza kurudi na uh, yaani yule dada katika hiyo miezi minne ya kuachwa alipata shida ya pesa, anampigia simu, yuko kaka, yuko kanamtumia hela bila kinyongo. Akipata shida ya pesa, anamtumia bila kinyongo, sawa, akiwa na matumaini atarudi. Sasa kilichomrudisha kwangu huyu kaka baada ya miezi minne ya kuwa na matumaini kwamba huenda atarudi, kwa sababu ananiomba kwamba misaada, huenda atarudi. Sasa kaletewa bomu kubwa. No. Kaambiwa hivi. Sasa bwana na mwenda kumisi. Sawa. Sasa amekuwa anamwomba omba pesa sasa akarudi na kumisi. Akasema sasa hivi tutakuwa tunafanya mapenzi, lakini hatakuwa wapenzi. Tutakuwa na mimi na, na msaliti yule kama nilikuwa nakusaliti wewe. Lakini na nani bado na kumisi misi kidogo. Mwanaume akasema ah, kumbe kumbe sikupoteza hela zangu bure. Sikupoteza hela zangu bure anarudi hivi. Na kama amerudi kwa sababu atakaye tuendelee kufanya mapenzi anarudi basi, kama kama hiyo akapata tumaini. Kweli imepita wiki mbili hawajafanya mapenzi bado, bao mbili karudi tena. Dada, naomba tu ile ahadi nilokuambia kwamba tulikuwa tunafanya mapenzi, naona sitaweza kuitimiza. <laughs> Sitaweza kutimiza, naomba tu usinisumbue tena kwa meseji, usinisumbue kwa meseji wala nini. Basi huu ndo mwisho kabisa, yaani nione kama vile nimekufa yadala <laughs> wala sijui ya uzuri gani? basi <laughs> wapa jamani, ndio kaumia kufa. Anasema daktari, natamani atakumuua. Ndio ananipigia simu hapo sasa, natamani hata kumuua. Nataka niwalipe tu marafiki zangu fulani na wajua, wanaweza kufanya hii kazi ya kumuua afya kabisa, maana kweli naumia daktari, Mungu yana kwa muda mrefu sana. Yaani e, kuna, kuna dada alikuwa anashika na mimi, kanipigia simu mara mbili. Baada anakuta anaongea na wikapa. Haleluya. Sasa hii ninayokuambia ni nimeongea naye ni nini ni sio vita kama siku 4 au 5 zimepita. Basi hasa anapigana yani, daktari anamwambia tamani <coughs> atakumuua. Sasa, daktari anamwambia sasa nifanyeje? Maana sitaki kuwa na mwanamke mwingine. Nimependa huyu. Yaani, sitaki hata kuanzisha uhusiano na mtu mwingine. Nimependa huyu huyu. Kwani je, daktari? Yani alifikiria kumuua akijisikia vibaya. Sasa hmm, kuna watu wanaokufa. Haijulikana wameuliwa na nani. Kumbe kuna watu wa mayacho wameuawa, wamefanya matukio. <laughs> Sasa nikamuuliza swali la kwanza. Kutokana na story ulionipa, unamjali kweli huyu dada? Akipata hata hata bila kwa, amekuacha lakini bado unaendelea kumsaidia. Akaa huko, unampenda sana. Na kwa, ulikuwa unamthamini sana. Nikamuuliza swali mmoja ile kwenye nguvu za kiume ile tatizo la kuwahi kumaliza. Unaona tatizo kama kasema daktari ile tatizo la kuwahi kumaliza nguvu za kiume sina. Napiga show yani kama kumaliza haipungui dakika kumi. Haipungui dakika kumi. Ile tatizo la kumaliza kwa nini sina? Nikamuingizia hili. Je, labda mambo yako ni madogo? Akaka kimya kidogo. Akaka kimya kidogo. Kasema, kwa daktari ile tatizo. Mambo yangu ni madogo. Lo, <laughs> faa kama miaka saba nane iliyopita. Kaka ni mfupi wa kimo sawa, ni mfupi wa kimo lakini, ina mwambilaake ya kiume ni madogo. Sasa ameshaachwa na no, wanawake wawili swatatu waliomwacha, kamuumiza sana.

dada akamwambia huyu dada sasa hivi alikuwa kwa Dar es Salaam lakini ameolewa am, ameenda kwa mwanamume mwingine Songea no. Akamwambia rusha hiyo laki moja, alafu nikwambie ukweli jamaa, bila shida bila kinyongo bila wasiwasi, kama nitadanganywa nini. Akarusha laki moja, ti ting, tigo pesa imeingia laki mbili. Dada akamwambia kaa sawa sawa nikwambie, kaa sawa sawa nikwambie ukweli. kwa kweli nimekuwa na wewe miaka ile mitatu yote ilikuwa aikutembeana mwanamume mwingine. Sasa nimetembeana mwanaume mwingine na maumbile makubwa kuliko ya kwako, nimekuta nasikia raha zaidi kwenye tendo la ndoa. Sikupenda niendelee na wewe, alafu ili kusaliti. kusaliti kujaribisha ili kasoro iko kwangu au iko kwako, kwa sababu sifiki kileleni kazuri kwa kwako hiyo hapa sasa, unakutana na mwanaume kile kifanya naye mapenzi na kutaka kireni tena kwa kelele nyingi, nikaona kuendelea na wewe itakuwa sio vizuri, akaniambia dokta. Muda alipo niambia hivyo kweli, nikaishiwa nguvu, nikaona kweli ana sababu. Sasa kwa ana sababu, asije kunimwache ni, sasa nitapataje maumbile? Ndio swali hili ambayo linakuja. Kaka mmoja an an an ananiambia an hivi ananiuliza ananiambia hivi, dokta, hivi kuwa na maumbile madogo japokuwa hujapiga punyeto masturbation, na wenyewe ni tatizo unaona? -no, lazima kuwa na maumbile madogo wakati hujafanya masturbation, wani nawambia ni tatizo, kwambia ni tatizo kwa sababu utalinganishwa na wanaume wengine. Kwa hiyo mwanamke hujamkuta bikira bikila, atakulinganisha na wanawake wengine. Hebu mkuta bikila. Kaka huyu anakuja, ni mrefu kwa kimo handsome, ni mrefu kwa kimo handsome, anakuja. Dokta anasema, dokta, mimi nilijua kwamba na maumbile madogo. Kwa hiyo nikaamua kwamba sitaoa mwanamke ambaye aishatembea na mwanaume mwingine nitatafuta bikira. Kwa hiyo akatafuta akampata. Alipompata historia kwa mwanamke anakuja usini kwangu, bora yansa pompe kaka. Sawa, alipompata. Miaka nane mwanamke naye akachepuka alipoona kwamba mimi sikikileleni. Wanawake wazangu wanasimulia, nikienda saluni anasimulia eh, hey, tendo la ndoa linamtaka mimi nikienda saluni odoa tabu unapiga kelele achapuk iochapuka kutana na dudu kubwa inafisha kelele, kaja ndoa mwanamke. Sasa nikuja kwangu kuchukua dawa ambayo inaweza kuongeza urefu inchi 3. Hiyo ni stori ya miaka kama sita iliyopita. Sasa mimi nikamwambia ile ni tatizo kwa sababu unalinganishwa. Sasa nikamwambia dawa nayo inapokuwa inachukua muda mrefu kuleta mabadiliko, lakini nayo hata kama umepinda unanyooka. Akasema dokta, taipataje hiyo dawa Uko wapi? Nikamwambia niko Dar es Salaam. Nikamwambia Dar es Salaam mna wakala, nikampa namba yake ya simu, akachukua dawa, na utakao utaanza kuyaona utakuchukua kama miezi miwili, ukapata ongezeko la kutosha kutokana na saizi ulioniambia. Sasa hilo hilo, hiyo ni hali halisi. Asebe msikiliza wewe dada, kwa hiyo dada anasema kwamba yeye ana umri wa miaka 26 ana miaka 26. Nikamuuliza anasema daktari, mimi nafanya tendo la ndoa lakini wasikojoi Nikamuuliza, ushawahi kujichua? Ushawahi kukeketwa? Ushawahi kuangalia picha za ngono kwa muda mrefu? Akasema hapana, yote hayo sijawahi. Nikamuuliza swali lingine, katika umri wako wa miaka ishirini na sita ushatembea na wanaume wangapi kwenye tendo la ndoa? Akasema nane. Akasema wote hawajawa, kufikisha kamwambia ndio na basi, una tatizo, kuna vipokea hisia ndani ya uke imejifunga, kama vipokea hisia ndani ya uke imejifunga alafu nyoni. Kwa hiyo hisia haziwezi zikanyonywa zikaingia haraka ukafika kileleni ukakojoa. Sasa unahitaji dawa, kambia dawa nayo ukampa na gharama zake. Sasa mwanaume atakutana na mwanamke kama huyu mwenye tatizo ambalo halijui, hafiki kileleni, anaboreka naye akaja akamwacha kwa sababu hafiki kileleni. Unaweza so kuona kwamba kwa sababu ni nzuri nenea ni nini, lakini hafiki kileleni. Kasema nitamdanganya mwanaume kwamba nafika kileleni. Ndani ya ndoa utashindwa kumdanganya kwa muda mrefu, kisiko, kuna kisiko atagundua. Kuna wanawake, tafiti zinaonyesha kwamba asilimia sitini na saba ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba amefika kileleni, kumbe hajafika kileleni. Sasa unafikiria kwamba ndani ya ndoa utamdanganya Sio kweli. Sasa nikupe stori yake, nimekwambia kwamba nikupe stori mwishoni, kabla sijakupa hizo dawa tatu za kumuua aliyekuache. Haleluya, za kumuua aliyekuache, kabla sijakupa hizo dawa tatu, nikupe stori ya mwisho. Huyu kaka anapigia simu, anapigia simu ni kwamba alipata mwanamke akamuoa, kwa mwanamke alishaambiwa kwamba ana kansa kwenye kizazi na hata zaa aliambiwa ana kansa kwenye kizazi hata za. Kama huo akajua kwamba ana kansa. Saratani ni Kiswahili, kansa si Kiswahili, lakini ni Kiingereza, kinatumika sana kwenye Kiswahili. Sasa akamuoa akijua kwamba ana saratani. Sasa saratani ilipokuja ilipokuja kumsumbua ameshamuoa. Inaweza kumsumbua akapata ujauzito kweli kazaa. Japokuwa madaktari wanamwambia kwamba hutazaa kwa sababu una saratani. Sasa ile kansa baadaye ikaja ikamuua baada ya miaka kama kumi na moja hivi. Kaka dada kafa, huyo kaka akasema, sioi tena, kumbe wanawake waongo. Uh, mwanamke kabla ya kufa, niliogopa kukuambia kwa sababu nilijua utaniacha. Hakuna mtu anayependa kuoa kimeo, so, kwamba nina kansa nilijua utaniacha. So, kwa hiyo, kaka kaumia sana, kwa sababu alidanganywa akaoa mtu ambaye ana matatizo. Wanoha, haya, kirelo, yichua, hivyo, sasa kuna wengine wanaoa wana matatizo haya, hafiki kilelendo hata ungemsugua kiasi gani. Hata ungemsugua kiasi gani kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa anajichua au amekeketwa, au ndio hivyo sasa, kisimi chake ni kidogo kimedidimia. Kisimi ndio switch ya kum, ya kumswitch mwanamke ili afike kilele. Sasa kisimi chake ni kidogo kwa kimedidimia kadogo kadumchu. Wewe ukasugua ndio kwa shida. Na watu ambao ni kukuza kisimi. Yaani <laughs> dada mmoja yuko ndani ya ndoa, bwana ke umekuwa mtamu kisimu, na mke wenyewe unabana zile nyama ambazo zimenyonya, zimetanuka, zimenyonya, kisimu kikadidimia, zimekuja hivi, kile kisimu kinainuka juu. Unaweza kuona jinsi gani maumivu, kutamani ameumia. Ii, sasa dawa ni hizi tatu, na kwanza usiendelee kuumia ambako unatamani kumuua huyu mtu. Kubaliana na hali halisi, kwamba huyu mtu anataka kupendwa, hata mimi nahitaji kupendwa ndio maana naumia. Sawa, huyu mtu anahitaji kupendwa. Sasa, so, kama amebadilisha na mtu akampenda mwingine zaidi kuliko mimi, hiyo ni haki yake, ana uhuru wa kuchagua. Kwip si kum, ndio najua katika hali ya kawaida naumia, hata mimi nishakuumizwa, sawa, so, somo siwe kuumizwa, ni kuumiza, sawa? So, inaumiza lakini, cha msingi ili usiumia zaidi mpaka ukitamani kuua mtu, kubaliana na hali halisi, hata kama hujui sababu. Kama huyu ana dudu lake mdogo, sawa, lakini alikuwa hajui, mpaka anatamani kumua, mpaka mimi namshtua kwa sababu tafiti zinaonyesha hili ni rahisi kuachwa mwanaume mwenye dudu dogo kuliko mwenye dudu kubwa. Inaweza kuwa ni kubwa, linamuumiza napoingia, lakini anasema hili nitalizoea kuliko mwenye dogo dogo lina pwaya pwaya tu jembamba fupi, kwa sababu pale zoeaje? Uwezo kanizoea, lakini kubwa hiyo, ina mwingine hapo, ingine inamuumiza, anaitwa size queen. Kuna ingine anapenda tu madudu makubwa, ndio. <laughs> nikiingia ninamkamoa, nina sasa <laughs> haleluya! Nina anapewa anaitwa size, ndio kwenye google anaitwa size queen yani <laughs> malkia wa ukubwa, sawa <laughs> nah. Kwa hiyo lazima kubaliana hiyo hali halisi hiyo, ya kwanza na pili mpe kioo na kazungumzi wa mpe kioo usijaribishe kumbembeleza. Unapo mbembeleza ndio unafukuza zaidi. Usimbembeleze, amekuacha. Huyu ni mtu mzima, ana akili zake timamu, sio mwehu, hajarogwa, amebadilishwa na kitu fulani ambacho ukijui, mpe kioo wala usiifutia namba yake. Watu wanasema wewe, ifute namba yake, sijui kama kuna vitu alikupa, vitupe visikukumbushe. Wewe ni ujinga. Alikupa sikupa mwenyewe, una vitu vya nini, au una vigao vya nini? Weka mali wewe, tumia akili yako bwana, sio mpumbavu. Usifute namba yake, usifute namba yake, yaache tu kama unaiona ile kikumbusha. Kama mpumbavu ile imechukua, kataa kitu chenye thamani. Yani, si kama vile mtu kipofu, sawa? Kipofu kama ameenda kununua ndala, yuko mtu anayeuza ndala hajui uh, ni kipofu, mimi sikuomba, ni kipofu sawa. So, so, sawa, nyumba yangu iko inaangalia ziwani, kwa hiyo napenda kukaa nje pale, ni banda lakini bado siko lighters, nisumbui kwenye miguu. Basi sasa namwambia bwana, nataka rangi tofauti, sio raia, sio bwana, mimi sijui rangi, naomba nipatie. Uchukua rangi, nikwambia hizo, mkono wako wa kushoto. Akazichukua, kanipa rangi nyekundu. Napenda rangi nyekundu, sio mpenzi wa Simba, lakini napenda rangi nyekundu, kanipa rangi nyekundu. Ka ra, ka kwa hiyo kipofu, yani mtu anayekuacha ni kama vile kipofu umejua thamani yako sawa? Anayekuacha ndio anayepata hasara sio wewe, kama vile kipofu. Sawa? unampa jiwe, unampa dhahabu, yeye anafikiri kwamba umempa jiwe, dhahabu ya mabilioni ya hela mabili. Kwa sababu anaona yeye ni jiwe, kumbe umempa dhahabu. Kwa hiyo mtu anayekuacha, kwamba wewe una thamani, anayekuacha ndio anayepata hasara hasara sio wewe. Unaumia kwa sababu unaona kwamba anaekuacha, yani faida, yani maisha yako thamani yako ya maisha yako inategemea sana kwa huyu mtu, kitu ambacho sio kweli. Wewe umeumbwa na Mungu, una thamani yako mbele za Mungu, inatosha sawa. Kwa hiyo mpe, mpe kioo ajiangalie, hiyo ni dawa ya pili. Ya tatu, jiweke wewe mwenyewe kwenye kioo, kwenye nifanyeje hali hii isijirudie Nifanyeje hali hii isijirudie? Natoka kusikiliza video moja, kaka mmoja huko Marekani anasema hivi, ili upandishe bei yako lazima uwe na kitu tofauti na vitu ambavyo vingine vi, wa wanavyo. Anasema wewe, ili upandishe bei ya biashara ya yako lazima uwe kitu ambacho ni adimu, hata watakinunua hata hata kama bei ni kubwa. Akaanganisha Corolla na inafanya gari ambayo ni expensive, inaitwa si Tesla mke wangu anapenda anapenda gari za bei nafuu, lakini napenda gari za bei juu. Kwa hiyo lazima, jinsi gani unaweza kuikuza thamani yako? Jinsi unavyoongea, eumbong sauti yako unavyoitoa, sawa. Jinsi gani unaweza ukamuelewesha mtu kitu, jinsi gani kwamba unaweza kujisimamia wewe mwenyewe Sio kwa sababu mtu kwa sababu umemwambia umekataa jambo mtu akakasirika ina maana kwamba alipaswa kufanye. Kwa hiyo sio mtu wa yes yes. Watano, yu, watu wanao watu yes yes wanaboa. Kwa hiyo anza kujijenga, thamani yako ni kubwa. Kiasi ambacho mtu kukuacha, yeye ndio anayeumia, sio wewe. Sawa, sawa. Sawa. Rada moja nilikuwa na anaingia kwenye ndoa nilikuwa nawafundisha jinsi gani kuishi kwenye ndoa. Akasema mimi wasi eh, kuachwa na mwanaume. Mimi ndio wanawaachaga. Hawa ni watu ambao wanaingia kwenye kwenye kufunga ndoa sasa, nimepewa darasa niwafundishe kabla <laughs> ya kufunga ndoa. Yule dada akasema, dada anaitwa Catherine hiyo dada. Akanambia mimi katika maisha yangu, ameona katika umri mkubwa kidogo mika, sasa sina kama 200 hivi. Anasema mimi huwa siwachana na wanaume <laughs> wanaoacha. Sasa, kwa hiyo ukijua thamani yako inakusaidia unaringa. Hallelujah. Sawa. Unaringa. Sasa kama unajui thamani yako, ndio unaumia. Unaona yeye ni acha, yani bila yeye sina thamani tena, oh, watu watanicheka. Acha wacheke, hata kanicheka sababu nimeachwa, hata kanicheka, hata nitaau kwa sababu nimeachwa. Acha wacheke na acha wacheke, watacheka, watasahau. Yani maisha yako bwana, usisubiri wote, unaumia kwa sababu unaogopa watu watakucheka. Wewe ni mjinga, acha wewe mjinga. Hii ni kliniki ya afya mapenzi, na kutakia heri katika mahusiano, maisha yako ya mapenzi. Na Mungu akubariki katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.